Rais Samia Suluhu amechekelewa duniani baada ya kufanya kitendo cha aibu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na ikiwa na siku yako ya kwanza hapa, tafadhali subscribe. Now, Tanzania na Tanzania imekumbwa na msukosuko wa kisiasa na kiuchumi baada ya serikali ya Samia Suluhu Hassan kuamua kuuza sehemu ya akiba yake ya dhahabu ili kufadhili miradi ya miundombinu na kukabili ama kukabiliana na upungufu wa misaada ya nje. Taarifa rasmi zimeonyesha kuwa Benki Kuu ya Tanzania BOT imepewa maagizo ya kuanzisha mpango wa kuuzaji wa akiba ya dhahabu ili kupata fedha taslimu ya kuweka nguvu kwenye miradi mikubwa ya maendeleo ikilinganishwa na hali ya mchango wa misaada kutoka nje unaongezeka kushuka. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, akiba ya dhahabu ya Tanzania ilikuwa thamani ya takriban dola za Marekani bilioni moja nukta tatu mwishoni mwa Disemba mwaka 2025, na serikali imejipanga kuuza sehemu yake ili kutimiza malengo ya kifedha na miundombinu, hatua ambayo imeibua mjadala kati ya wachumi, wapinzani wa kisiasa na wadau wa sekta ya madini. Katika historia ya sera za fedha, kuuza akiba ya dhahabu imekuwa si desturi ya kawaida kwa nchi zinazojitegemea kiuchumi. Akiba ya dhahabu mara nyingi hutumika kama kinga ama safe haven dhidi ya msukosuko wa uchumi wa dunia, ukuaji wa mfumuko wa bei na kupungua kwa thamani ya sarafu, na sio kama chanzo cha ufadhili wa miundo mbinu. Hii ni sababu kwa nini baadhi ya wataalamu wa uchumi duniani wanasema itiado ya kuuza akiba kwenye hali ya kawaida si mbinu ya hikma ya kifedha. Kwa mfano, benki kuu ya mataifa makubwa duniani kama Marekani, Ujerumani, China na nyingine zimekuwa kubwa kununua na kusalia na akiba dhahabu ikionyesha umuhimu wa dhahabu kama chombo cha utulivu wa uchumi. Lakini Tanzania, nchi ambayo si kwenye mgogoro wa vita ya kimataifa kama Ukraine au uh, nyingine zilizoathirika, sasa inakabiliwa na hoja za kisiasa kuhusu uamuzi huo na imefanya mjadala wa kisiasa kuenea kote nchini hasa kuhusu serikali kutumia rasilimali asilia kwa ustadi wa kisiasa. Uamuzi wa kuuza dhahabu na jiri wakati ambapo misaada ya nje kwa nchi zinazoendelea hasa Afrika imepungua kutokana na sera za mabadiliko ya bajeti za nchi za magharibi. Vilevile, Tanzania imekumbwa na shinikizo la kifedha kutokana na athari ya fedha za kigeni na kupungua kwa misaada kutoka kwa vyanzo vya kimataifa. Hii ni muktadha ambao serikali inasema inahitaji mbinu mbadala za kuhakikisha miradi ya maendeleo inaendelea. Wakati huo huo, baadhi ya wabunge na wachambuzi wa kisiasa nchini wanaoji kuwa hoja ya kutengeneza fedha kwa kuuza akiba ya taifa inapaswa kuwa mwisho kabisa, sio suluhisho la kisiasa la haraka au kukabiliana na shinikizo la kisiasa. Upinzani mkubwa umeibuka kutoka kwa vyama vya kisiasa, wanaharakati wa kijamii na wachumi ambao wanaona wa uamuzi huu kama kuzikwa kwa siri ya mali ya taifa kwa faida ya mradi mmoja au chama fulani. Kuna hoja kwamba miradi mingi mikubwa iliyoanzishwa tayari ina rasilimali zilizotengwa kupitia mikopo au bajeti zilizoidhinishwa na Bunge, lakini maswali yanabaki kuhusu usimamizi wa fedha hizi na uwazi wa matumizi yao. Uchambuzi wa kisiasa unaonyesha kuwa haja ya kuchunguza kwa ndani ni nini hasa fedha zilizotengwa kabla ya uamuzi huu zinatumika wapi na kwa nini, na serikali inaona uuzaji wa dhahabu kama njia ya mwisho ya kupata fedha ikilinganishwa na mikopo ya nje au sera ya ukusanyaji kodi. Serikali kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM imekuwa ikiendeleza hoja kwamba uamuzi huu si tu ni suluhisho la fedha za msingi bali mkakati wa kimkakati wa kukabiliana na mabadiliko ya sera za misaada ya nje kwa muda mrefu sasa. Na Rais Samia Suluhu na waziri wake wa fedha wametumia nyakati za kimataifa na mabadiliko ya sera za wafadhili kubainisha umuhimu wa kutafuta vyanzo vya ndani vya fedha kwa ajili ya miradi. Kwa hivyo wengi wanahoji ni nani ndani ya uongozi wa CCM wana ushawishi wa mwezi huu na kama kuna mgongano wa mashauri ama wa mawazo au ushauri wa ndani unaoleta msukosuko huu. Hii ni kwa sababu ndani ya chama hicho ama ndani ya chama hilo kuna wataalamu wa uchumi wanaosingizia kuwa hatua hii inaweza kushusha uaminifu wa, wa wawekezaji na kuibua maswali kuhusu utulivu wa sera za fedha za nchi. Na kuna dala moja ya ndani ya chama kwamba badala ya kuuza dhahabu, serikali ingeweza kutafuta mikopo ya ndani au kuzalisha mtaji kupitia sekta binafsi kwa miundombinu. Wengine wanaona ni upotoshaji wa sera za chama kushinikiza njia ambayo ni ya haraka, lakini haiwezi kuwa ya kudumu. Wataalamu wa uchumi wanatoa tahadhari kuwa akiba ya dhahabu ina umuhimu mkubwa kama vizuizi dhidi ya, ya msukosuko wa uchumi wa dunia na mfumuko wa bei. Walakini, kununua na kuuza dhahabu ni chombo cha sera ya fedha kinachohitaji uangalifu mkubwa, na kumiliki dhahabu mara nyingi ni njia ya kuimarisha zaidi akiba za fedha za kigeni zinazotumika kama kinga ya uchumi. Kulingana na mkurugenzi wa uchumi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, suala la kuuza dhahabu linapaswa kulinganishwa na matokeo ya muda mrefu ya uchumi, sio tu faida za kujaza mapengo ya bajeti ya serikali kwa sasa na wachambuzi wa masuala ya kifedha wanachunguza uwezekano wa uamuzi huu kupunguza uaminifu wa wawekezaji wa, wa kimataifa na wa ndani. Wanaeleza kuwa wawekezaji wanapokuja na mtazamo wa sera za taifa, wanaangalia utulivu wa akiba za taifa kama viashiria vya, vya utenda kazi wa serikali na utayari wa taifa kulinda rasilimali zake, na hivyo kuuza akiba ya dhahabu wakati wa hali ya kawaida haionekani kama mwendelezo wa sera thabiti, na hii inaweza kuwa na athari kwa uaminifu wa wawekezaji wa muda wa wa mrefu. Politically, decision kama hii inaweza kutengeneza mvutano mkubwa ndani ya chama tawala, hasa ikiwa wananchi na watunga sera wataona kuwa rasilimali muhimu ya taifa inauzwa bila mazungumzo ya kutosha. Msukumo wa kisiasa unaweza kusababisha kuporomoka kwa maarufu ya chama, ama kwa umaarufu wa chama na kuongezeka kwa upinzani, hasa wakati uchaguzi ujao. Kwa upande mwingine, serikali inaonekana kutetea hoja ya kutumia rasilimali yake kwa namna inayoongeza nguvu ya taifa badala ya kutegemea misaada ya nje isiyokuwa endelevu. Hii inaweza kuibua sera mpya za usalama wa kitaifa, aa ya uchumi pamoja na utume wa kutafuta usawa kati ya maendeleo na utulivu wa kifedha. Hata kama serikali itajitahidi kutumia fedha hizo ipasavyo, itaibuka maswali makubwa kuhusu jukumu la uwazi, usimamizi wa miradi na miundombinu, na vilevile jinsi ambavyo wananchi wanaweza kufaidika kwa kweli. Wengi watachunguza ikiwa fedha hizi zitawekwa katika miradi ya kimata, ya kimkakati yenye tija au zitaachwa tu kupotea bila kuleta mabadiliko ya maana kwa maisha ya wananchi akiba za dhahabu duniani zimekuwa zikihifadhiwa kama chombo cha kulinda thamani dhidi ya msukosuko wa uchumi wa mfumko wa bei wa miaka mingi. Mataifa mengi yalikuwa yalikuacha dhahabu kama sera ya utegemezi wa sarafu tangu mwisho wa bunifu wa dhahabu kama msingi wa dola mwaka elfu moja kenda mia sabini. Lakini benki kuu nyingi zilikuwa na akiba kubwa ambayo bado inabakia kama kinga ya uchumi na Tanzania ilianza msukumo wake wa kununua dhahabu kwa lengo la kuimarisha akiba yake ya fedha za kigeni, na katika miaka hivi karibuni, kama ilivyoanza rasmi mwaka elfu mbili ishirini na tatu na mwaka elfu mbili ishirini na nne Na licha ya hilo, hatua ya kuuza sasa inatokea kama mabadiliko ya mzizi wa sera. Kwa mujibu wa madarasa ya kisiasa na uchumi, sababu kuu ya uamuzi huu ni mchanganyiko wa kupungua kwa misaada ya nje kwa Tanzania na safari ya kutafuta njia ya ndani ya uchumi na shinikizo la kifedha, na kuhakikisha miradi inaendelea hata bila misaada ya nje, upanuzi wa sera ya uchumi inayohitaji usawa wa kuongeza rasilimali za ndani badala ya utegemezi wa vyanzo vya nje. Mwishowe, uamuzi wa, wa kutaka kuuza akiba ya dhahabu si tu swala la kiuchumi, bali ni suala kubwa la kisiasa, na itakuwa na athari kubwa kwa uaminifu wa serikali na CCM mbele ya wa wapiga kura na wawekezaji, mtazamo wa sera za fedha kwa vizazi vijavyo, na vilevile vile hisia za umma kuhusu usimamizi wa rasilimali za taifa. Mwisho mzito wa kisiasa ni kwamba Tanzania inapaswa kufikiria kwa kina kuhusu sera za rasilimali asilia, sio tu kufuata suluhisho la haraka. Uamuzi huu unaweza kuifanya nchi iwe mfano ujasiri wa kisiasa au mfano utendaji duni wa viongozi kukabiliana na shida za uchumi. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Tanza Pulse, na tafadhali subscribe.